Nasikia kwamba hivi karibuni ulihojiwa kwa uh, tuhuma za madawa ya kulevya. Tunataka tujue ilikuwaje kwaje, na je, ulitajwa kwenye list ile ya Makonda ya watu tisini na sita au k okay, tuambie mwenyewe okay. Mimi niliitwa, nili, nili, nili na baada ya kuitwa nikaitikia nika wito nikakwenda pale wakaniambia, waka, waka kwamba wana tumekuita sababu katika listi ya majina tulionayo, ya watu ambao wanashukiwa kuhusika na biashara hizi, nayo jina lako limeapia. Kwa hiyo sisi kama kama chombo, katika utaratibu wetu, ni lazima tukuite tukuhoji, lakini pia na sisi wenyewe tukwambie juu ya mambo mawili matatu ambayo tayari. Kwa hiyo walinita, wakanipa hiyo introduction. Mi nikamwambia, kwa upande wangu mimi nakusikiliza nyinyi, kwa sababu ninyi ndio mmenita kini, pamoja na kwamba mmenyito lakini mimi nimeishi kwamba natakiwa nitikie wito wenu. Kwa hiyo if there is anything kutoka kwenu nisikie pia. Wakaniambia waka, waka, waka kwamba wana kwamba kubwa zaidi katika hili, sisi tunataka tujue wewe una, una, una, una fanya, fanya vipi katika maisha yayo, hasa katika kipindi kama hiki, na mambo haya kama yalisemwa. Mimi nikawambia kwamba mimi binafsi yangu sijawahi sio tu kwamba nimewahi hata kuyaona yani, sijawahi kuyaona, sijawahi kushiriki, sijawahi kumsaidia mtu, na wala sijawahi mimi kufanya yani, anything ambayo inahusiana na jambo yani. Wakaniambia bwana, sisi tulichokutia sana sana ni kutaka kujiridhisha katika haya baadhi ya mambo ambayo tunayajua, lakini kwetu sisi tumekuchunguza wewe baada ya kupata jina, na na wao watakili kweli kwamba jina langu kwa hiyo baada ya kupata jina, walivyofanya uchunguzi wao, wao kuniangalia mimi mwenendo wangu wa maisha, maeneo ninayokwenda, jinsi ambavyo ninaishi, lakini pia kuangalia hata marafiki zangu ambao niko nao karibu, walijiridhisha wenyewe kwamba bwana, kwamba sisi tumeona kwamba sio wewe, wala marafiki zako ambao wanahusika, isipokuwa tatizo kubwa ambalo wao waliliona ni kwamba katika maeneo ambayo mimi huenda mara kwa mara, ni maeneo ambayo hawa watu wanaofanya hizi biashara za madawa kulevya wanakwenda. Sasa wakasema bwana, hapana, isipokuwa tatizo kubwa leo ni kwamba unapokwenda sehemu hizo, wale watu aidha, hey, wewe unawafuata kuwasalimia na mnaongea kidogo, au wao wakikuwa wamekaa wanakufuata na kukusalimia kidogo na mnaongea kidogo. Lakini yale mahusiano ya katika biashara hii hatukuyaona. Kwa hiyo tunachokuomba au tunachoweza kukuambia ni kuomba uwe makini juu ya maeneo unayokwenda, lakini juu ya watu ambao wanakutana nao, ni vyema ukawajua watu wao kuliko kujinamia, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na mtu umekaa naye mnapiga story, lakini kwa sababu mtu huyu wewe umjui anahusika na madawa, sisi tukija tukifanya ambushi zetu za maana ya kazi tunakuja tunakuchukueni wote mimi mm -hmm. Nilikuwa mtoto wa rais na maeneo hayo sio kwamba nimeanza kwenda jana. Sasa unapokuja kuniambia leo kwamba hayo maeneo ninayopenda si maelezo mazuri. Sasa manake unaniambia nini? Na mimi nilikuwa nahisi kama mtoto wa rais, mtoto wa kiongozi katika hatari hizo ambazo leo hii wao wanaziona zingeweza kutokea. Jana kama mtoto wa rais amekamatwa, e, na watu wanaoshiriki madawa kulevya, hata baadaye kama mgeni kusema kwamba mtoto huyu hausiki eh na biashara hii, manake ingekuwa ni too late kwa sababu heshima ya nchi ilikuwa imeshaharibika, heshima ya mzee ilikuwa imeshaharibika, lakini pia hata heshima yangu mimi kama individual pia nayo ingekuwa imeharibika. Kwa hiyo pia nilitumia nafasi hiyo pia kushauri lakini pia kubadilishana nao mawazo e, na kuona jinsi gani mimi pia kama kiongozi sasa naweza nikasimama mbele katika kuwa support katika initiative ambazo wanafanya kupambana na, na, na madawa haya haramu ya kulevya. Kwa upande wangu mimi, I was very comfortable, niseme tu wazi kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa sijawahi kukishiriki, yaani kwa maana hiyo biashara sijawahi kuifanya hata siku moja. Kwa hiyo kwangu mimi haikunisumbua kwa sababu nilikuwa tayari na majibu ya kwenda kuwapa, na sikuwa na wasiwasi wowote kwa sababu nilikuwa najua chochote atakachoniambia pale, jibu nitakuwa nalo. Hata kama ungeniambia kwamba Ridhiwani, wewe umeingia kwenye nyumba ya muuza madawa kulevya, ningewaambia kwamba niliingia kwa sababu nilikwenda kufuata kitu fulani, lakini mimi sikufuata biashara zake au hata kama wangeniambia kwamba lizwani rafiki yako fulani anafanya biashara hizi, ningewaambia kwamba huyu rafiki yangu kweli rafiki yangu, lakini mimi sihusiki naye katika jambo lolote lile. kwa hiyo kwa hiyo sikuwa na wasiwasi wowote kwa sababu nilikuwa na hakika na staili ya maisha yangu ninayoishi na hakika na, na katika jambo ambalo naweza kujibu, lakini pia na hakika nachu kitu ambacho ninakifanya katika maisha yangu li zake za ndani siwezi kuzungumzia sana, kwa sababu unajua wakati naitwa, yeye alikuwa yuko kwenye shughuli zake za, za ile commission yao ya elimu, alikuwa anafikiri Abidjan na baadaye alikwenda Ethiopia. Nilimpigia simu ehe, kum, kumjulisha kwamba bwana huku kuna jambo kama hivi nimeitwa, akaambia bwana, usiwe na, na wasiwasi wote, wewe nenda kawasikilize, wakwambia anataka kukwambia wape majibu ambayo wanatakiwa wapate majibu, na na, na na waambie ukweli, wape ushirikiano ambao wanauhitaji, kwa sababu yeye mwenyewe mzee aliniambia kwa bwana, mimi nakuamini mwanangu, wewe kama, kama, kama, kama ngekuwa na wasiwasi wote, ningekwambia juu ya hili lakini ninaenda kawasikiliza, unachokuitia wape, wape majibu wanayotakiwa wanayo, wanayo kupata, na wape ushirikiano mkubwa. Kwa hiyo lakini pia mmoja hilo mama mwenyewe mama mama, kidogo yeye nilimwona kama alikuwa na wasiwasi kidogo, kwa sababu unajua ni kitu hiki kwake yeye, ninafikiri kama mzazi ya kukichukulia vizuri. Eh, hey, nikamwambia lakini mama, huyo sio na wasiwasi wote, kwa sababu mimi I've never involved katika haya ma, ma, ma biashara, kwa hiyo usio na wasiwasi wote, mambo yanakwenda vizuri. Mimi mimi sikumbuki sana mara ya kwanza ku kwa kutajwa hivyo, lakini ni jambo ambalo lime lime lime, lime, lime develop niseme recenti katika maana hii miaka mitano ya mwisho ya mzee ndio limekuwa limetajwa sana, lakini mimi niseme tu kwamba kwangu mimi uh, ili jambo lilivyokuwa linatajwa, mimi kwangu nimelichukua na nimekuwa nalichukulia katika sura tofauti. Sura tofauti ipi? Ya kwanza kabisa nilikuwa ninaamini kwa sababu najua Afadhali ningekuwa nimewahi hata kufanya au nimewahi hata kuyaona au nimewahi hata ku, kushiriki jambo lolote ambalo lina, lina sura namna hiyo, ningeweza kusema labda watu wanalisema kwa sababu maybe ya hiyo, au ingekuwa hata rafiki yangu yeyote pambano amekamatwa, au mimi mwenyewe kwa mfano ningekuwa nimekamatwa, ingekuwa kwamba labda wanasema kwa sababu hiyo. Lakini bahati mbaya zaidi nikwambie tu, mimi katika maisha yangu yote sijawahi kulala jela hata siku moja, sijawahi kukamatwa na polisi. Yaani hata siku moja, sijawahi kukamatwa na polisi, polisi kusema kwamba baba, huyu bwana anakosa hili. hata baadaye nikaachiwa, lakini sijawahi kukamatwa na polisi. Kwa hiyo hata yalipoibuka haya maneno, mimi kwangu nilikuwa ninajiuliza katika sura nyingi, lakini haraka haraka tu kwa sababu ya mzee wangu alikuwa kwa madarakani. Kwa hiyo tafsiri kwangu mimi ikawa maybe hawa ni watu ambao wanataka kumwalibia mzee wangu kwa hiyo wanaona kwa sababu hawezi kumgusa yeye, labda wanapitia kwangu mimi. Kwa hiyo ile notion ya kwamba jambo hili linaumizwa mimi au ninasema mimi ili kumuumiza mzee, ndiyo ambayo siku zote nimekuwa ninaishi nayo na ndio maana ndio maana katika maneno yote, siku zote nimekuwa ninaishi na confidence kubwa, kwa sababu mimi kama mimi najijua kwamba sija kushiriki katika mambo hayo, lakini pia kwa sababu watu wameamua kunitumia mimi ili kumfikishia ujumbe mzee. Kwa hiyo nalo pia likanipa nafasi ya kuona kwamba sina sababu ya kuwa na wasiwasi wowote katika maisha haya kwayo, kwa hiyo si kitu ambacho kina nahisi na kwamba kinanigusa moja kwa moja, lakini hii juzi sasa, nilipokuja kutajwa mimi kwamba nashiriki katika hili, ndio sasa pale likaona kwamba ah, kumbe jambo hili kumbe laweza kuwa la kwangu mimi binafsi na sio la mzee tena, na ndio maana na, na ndio maana hata nilipokwenda kukutana nao sikuwa pia na wasiwasi kwa sababu niliendelea kuamini kwamba haya ni maneno ambayo wameokota mtani, na wameamua kuniuliza kwa sababu wanataka kujiridhisha, kwa maana kwamba niliamini kwamba wana wasiwasi fulani, kwa hiyo wanataka kusikia toka kwangu ili waweze kucompile ripoti zao waweze kujua wanakwendaje. Mimi pamoja na maneno yalikuwa nasema ukienda kwenye mipira unanikuta, ukienda kwenye kwenye sinema unanikuta, ukienda vijiweni utanikuta. Kwa sababu kwa nini? Kwa sababu sikuwahi kuwa na wasiwasi lakini ninaamini leo hii kwamba hakuna mtu anayeuza madawa kulevya ambaye atatajwa hadharani halafu akaendelea kuishi kama nilivyokuwa naishi mimi. Sio rahisi, kwa sababu kelele zilikuwa nyingi sana, lakini sikuwahi hata siku moja kuwa na wasiwasi ndani yangu, kwa sababu sikuwahi kuona mimi mahusiano nionayo na yale yanayosema hayo. Ndo maneno mengine mtani ndani, unajua una bana Nasema wakati mwingine najua mimi naishi labda na bahati mbaya. Eh, naishi labda na bahati mbaya kwa sababu kwa sababu haiwezi kuwa bahati nzuri kwamba kila kitu kinachotokea katika maisha ya watu, wewe unashiriki. Eh, mikrofono leo hii ukisikia huko mtaani huko, ukiona jumba zuri la Ridhiwani. Ukiona kampuni mikrofono, kwa mfano mimi najua mimi mimi ni msomi wa sheria. Kwa mfano kuna fair competition moja kitu ambacho kinakatazwa ni ownership ya biashara moja, yaani ya ya, ya, ya, ya, okay, ownership ya biashara moja kwenye majina tofauti. Kwa mfano leo hii ukiuliza Oilcom utaambiwa Alizwani, ukiuliza Camel Oil ya Alizwani, ukiuliza sijui nini hiyo nyingine inaitwa uh, nini Afro Oil ya Alizwani, ukiuliza Lake Oil ya Alizwani. Sasa fair competition rules zinakataza mtu mmoja kuwa na umiliki wa kampuni nne au hata mbili zinazofanya kazi moja. Sasa haiwezekani huko kwenye fair competition Iliziwani mimi nikawa na miliki kampuni zote za mafuta alafu mimi nikawa kwenye fair competition wa nani? Na unajua uzuri wa sheria zetu za fair competition ajisubiri watu washtaki wao wenyewe, commission inaweza ikaestablish kesi ikakwita kwa ajili ya kuzungumza mimi, mi uzuri ta account zangu mi ziko wazi e, tu kama waende tawandikia hata barua e, waende kama benki huko zinawazuia, lakini ukweli kwamba bwana, sisi tuna, tuna hela za kawaida za kusapoti maisha yetu e, kufanya watoto wasome shule e, na sisi, at least, na sisi least tuendelee kuishi kama wengine wanavyoishi, usije kuja kukosa hata mafuta ya kwenda jiboni hiyo. E, kweli alhamdulillah, tunamshukuru Mungu. approach iliyotumika inagongana katika hizi approach za zote hizi tatu. Yaani unakuta kwamba huyu enforcer ndio yeye sasa anaye anayetengeneza sheria, anayeshtaki, anayefanya nini? Jambo ambalo ni jambo la ovyo. Ambalo ni kwa kweli kwa, kweli jambo hili lazima serikali lazima inini. Na ndio maana hata juzi nilipokuwa kufanya nafanya interview na, chombo kimoja cha habari niliwaambia kwamba la msingi serikali inatakiwa iweke vizuri jambo hili. Kwa sababu jambo la kupambana na madawa kulevya, ndugu mtangazaji, hili jambo lazima tulishinde, yani lazima tulishinde, yani lazima ifike sehemu tusaidie nchi, kwa sababu vijana wengi sana wanaharibikiwa. Tunaona leo hii imefika sehemu, kuna vijana mzee, ukiacha hata samaki kwenye friji, mtoto anaiba samaki ile ili akauze, apate japo elfu mbili akanue unga watu ambao unawategemea kwamba kesho ndio ungekuwa wajenzi wa nchi, nguvu kazi inaondoka, unakuta kwamba matatizo makubwa sana yanasababishwa. Kwa hiyo kwangu mimi la kwanza kabisa ni kwamba na ambao naliona kwamba ni mapungufu, la kwanza ni hilo kwamba kwamba kwamba kuna watu naona wamejigeuza kwamba wao ndio wao, eh, kwamba yeye anashtaki yeye anakamata yeye anaenda ku prosecute hii. E, jambo hili sio sawa, katika sababu nchi yetu sisi ina uzuri. Rais wetu Mheshimiwa Dr. John Paul Magufuli ameamua kusimamia utawala wa kisheria. Sasa ni lazima tuonekane tukifanya utawala wa kisheria, otherwise mwisho wa siku utakuja kusababisha tu matatizo mengine ambayo hayapo. Tunaye bwana Simon Siro, Kamanda Siro, naye anakamata watu e. Tunaye huko Commissioner Siango naye anakamata watu. Sasa nani ni nani na anafanya nini? Kwa sababu unajua approach unazoziona hapa ziko tofauti. Huko kwa bwana Sirro majina yanatangazwa hadharani. Huko kwa bwana Sianga huko kimya kimya. Eh maana maana maana Sianga amepewa majina tisini na sita. Siamini kwamba majina yale tisini na sita kwamba kanyamaza kimya. Anafanya kazi yake kwa bwana Sirro usijui kama kuna, kuna, kuna investigation. Maana, unasikia tu mtu anatangazwa Jumanne tukutane Ijumaa. Eh, ukifika pale kwa bwana Sirro Ijumaa eh unachukuliwa unaenda kwa mkemia Ukienda kwa mkimya na kupeka nyumbani. Sasa huyu mtu mmemuja memu, Jumatatu he eh? Ijumaa mnamwambia aje polisi, alafu mnatoka na polisi mnakwenda kumkagua nyumbani kwake mzee, hata hata hata huyo mjinga kabisa wa mwisho hawezi kufanya hivyo, hawezi kuta kitu. Lakini anga, na, na, na jubani, kwa Sianga utaratibu wake anaokana kuna nini. Akikwambia twende nyumbani, maanake mzee, ukiamisha atakwambia kwamba bwana, kuna kitu kilikuwa hapa. Sheria ambayo ina, ina, inaanzisha kichombo cha bwana cha Bwana Sianga inampa nguvu pia Bwana Sianga kukamata watu. Kwa hiyo pia ile kazi ambayo anayofanya Bwana Sianga wa kuita watu na kukamata, hiyo pia imo katika sheria ambayo inaanzisha ile ile drugs nini ile ile ile ile, ile, ile commission ya kupambana na drugs ambayo iko chini ya Bwana Sianga. Jambo jingine ambalo nilikuwa naona kwamba linatakiwa linani lifanywe li, li, li, kazi ni li, ni hili jambo ambalo lina, linasema kulinda heshima za watu eh, kwa sababu kwa mfano kama mimi mimi nimeitwa, au sio? Nimeitwa, nimekwenda pale, jibu niliopewa ni kwamba, bwana, mimi sihusiki na lolote. Ndio jibu nilopewa. Sasa mimi ni mbunge. Eh, ukiachilia mbali jina la mzee wangu ambalo tumelijenga tokea enzi za kabla kabla hata nchi hii ya Tanzania haipo, kwamba nilipoitwa ni watu pia waka waka waka wakakaa na kuthibitisha. Tuliwaambia nyinyi, mlikuwa mnabisha tu, mnaona sasa mpaka wakina shanga wamemuita huyu kijana anauza madawa ya kulevya. Sasa heshima nzima ile ambayo imejengwa tokea vizazi vya tano vilivyopita huko nakuta leo hii na alika. Sizungumzi zaidi kwa kwa hao wengine ambao wameangaika wao, unaona, kwa mfano kama wana muziki hawa vijana e, watu ambao wamefanya kazi kubwa, unajua leo hii brother, bahati mbaya zaidi mimi, itokea imetokea mambo haya yasijapata tamaa ya kusafiri au kwenda popote, lakini kwa nchi kubwa ambazo ziko serious kama Marekani, China, wapi huko, unaweza kwenda ubalozini pale kwa kunyima hata visa. Leo vita hii inaanzishwa na wanasiasa yaani, yaani, unajua unajua, mimi mimi mwenyewe ni mwanasiasa, lakini unajua unajua, wakati mwingine mimi najikuta ni mwanasheria zaidi kuliko mwanasiasa. Sasa naogopa sana wanasiasa wanapotumia hizi nafasi zao kuwaumiza watu kuwaumiza watu na kuumiza reputation za watu. Jambo hili jambo hili sio jambo jema ambalo, ambalo kwa kweli binafsi yangu mimi nieleze tu kwamba ni jambo ambalo serikali inatakiwa iliangalie sana, tusifike sehemu tukaanza kutazamana katika personalities, kwa sababu tukifika hapo tutakwenda kubaya, kwa sababu mwisho wa siku eh uta, utakuja Ridhiwani useme hata jambo uangaliwe katika nchi nyingine, kwamba Ridhiwani anasema kwa sababu huyu jamaa tulimgusa katika madawa kulevya, au au wao watakuja kusema niseme kwamba na mimi niseme kwamba, ah hawa jamaa kwa sababu labda hawanipendi walinisingizia juzi madawa kulevya, na sasa hivi wanatafutia nyingine. Si jambo jema sana. Nchi ya kwetu wote inchi lazima tuilee vizuri, kwa sababu tumeikuta hapa tulipo, na itaendelea kuwepo hata kama si hatutakuwepo, lakini na msingi zaidi ni kwamba lazima tufanye haki lazima tuwe na huruma na lazima tuangalie mambo ambayo ya msingi sana ambayo yanaweza kusaidia nchi kwenda mbele, na sio kurudisha watu nyuma, au kufailisha watu fulani, halafu wengine wakaonekana kituko katika jamii. Siku zote sijui, sijui nisemaje, sijui, sina nyongo. Yaani mimi labda, labda ningekutwa pale, ungeniambia kwamba labda Ridhiwani, una kesi ya kujibu hii jambo unauza madawa kulevya wakati mimi sijawahi kuuza, na hisi labda ningekuwa labda nina nina ghadhabu ndani yangu. Lakini kwenda pale nimehojiwa, eh wenyewe wamekili kwamba bwana, hapa hakuna jambo lolote. Sikuwa sisi tuna shida katika staili yako moja mbili tatu ya maisha, hii. Hebu jaribu kurekebika. Mimi kwangu nataka nikwambie brother, nimetema kila kitu, nimewasamee wote. Najua, kwa sababu najua kwamba kwa kwamba kwamba kwamba haya majina yametokea wapi yamefikaje pale. Kwa kwangu mimi nasema, bwana Mwenyezi Mungu atawalipa.